Kuwa na wapiga kura elfu tisa mia mbili sitini na saba na idadi ya kura zilizopigwa ni elfu tisa mia moja sitini na saba idadi ya kura zilizoharibika ni kura mia tano tisini na idadi ya kura halali ni elfu nane mia tano sabini na saba kwa hiyo kwa mamlaka yaliyopewa <coughs> naomba sasa kuendelea kusoma matokeo ya wagombea kama ifuatavyo: ndugu Enoch Floyd Moyo amepata kura sita. ndugu Rosemel Bietus Ngonyani amepata kura sita. Ndugu Rose Daniel Chawa amepata kura saba. Ndugu Sixmund John Rungu amepata kura tisa. Ndugu Fredric Mtimbanjayo Bilinga amepata kura kumi na saba. Ndugu Benedict Dominic Mahundi amepata kura kumi na tisa. Ndugu Davis Betram Komba amepata kura ishirini. Ndugu Prosper Romanus Luambano amepata kura ishirini na mbili. Ndugu Benjamin Magnus Kantawa amepata kura ishirini na tatu. Ndugu Ibilian Emignus Mbawala amepata kura ishirini na nne. Ndugu Clemens Makabuli Munuka amepata kura thelathini na tano. Ndugu Sarafina Mkua amepata kura arobaini na nane. Ndugu Emil Emmanuel Ngaponda amepata kura hamsini na moja. Ndugu Tea Medad Mtara amepata kura kumi na nne. Ndugu Davis John Bosco Ngonyani amepata kura sitini na mbili. Ndugu Lazaro Alexi Ndenji amepata kura sitini na nane. Ndugu Skola Daniel Ngonyani amepata kura themanini na nne ndugu Allen Nathan Mhagama amepata kura mia moja kumi na nne ndugu Eresimo Nathan Mwingira amepata kura mia moja ishirini na nne ndugu Joseph Pekamans Masikitiko amepata kura mia moja ishirini na sita. Ndugu Isabella Daniel Mwampamba amepata kura mia moja thelathini na moja. Ndugu Daktari Damas W Mapunda amepata kura mia mbili. Ndugu daktari Lazaro Kilian Komba amepata kura mia mbili kumi na tatu. Ndugu Frank Filipo Matola amepata kura mia mbili kumi na tano. Ndugu Joseph Kizito Mhagama amepata kura mia tisa arobaini na tatu. Ndugu Getuda Jalome Haule amepata kura elfu mbili mia tisa kumi na tatu. Na mwisho, ndugu Victor Leonard Mhagama amepata kura elfu tatu na arobaini. Kwa hiyo kwa mujibu wa kanuni zetu za uchaguzi wa Chama Cha Mapinduzi, mara baada ya kukamilika zoezi hili, uh, huwa linatuambia kwamba hakuna mshindi. haya ni maoni ya mikutano mikuu ile maalum kwa lengo tu kusaidia vile vikao vya uchujaji na uteuzi wa mwisho. lakini kwa mamlaka aliyopewa Naomba kumtangaza mshindi wetu wa kura za maoni ambaye ameongoza kura kuwashinda wenzake hawa ishirini na sita ni ndugu Victor Leonard Mhagama, naomba tumpigia <coughs> makofi.